Karibuni wasikilizaji wa Redio Mbiu, Sauti ya Faraja. Katika kipindi hiki tunapotafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa taarifa tunayoona kwenye Sande ya Torino, leo ikiwa ni siku ya 21 ya Kwaresima tunapoangalia ili fumbo la Sende Torino, mada yetu ikiwa ni ugunduzi wa tabia ya picha ya mielekeo mitatu. Taanza kwa nukuu. Katika ujumla wake, amri kumi za Mungu ni x-ray ya Kristo, zinazojitokeza kama picha ya negative inayoonyesha uso wake kama katika sanda takatifu ya Torini. Mwisho wa nukuu hayo ni maneno ya Papa Francis tarehe 28 mwezi Novemba mwaka elfu mbili na kumi na nane siku alipokuwa akihitimisha katekezi yake kuhusu amri za Mungu. Tofauti na picha na michoro yote ulimwenguni, picha ya sanda ni picha yenye tabia ya mielekeo mitatu 3 dimensional. Katika utafiti wa sanda, ili jambo ni jambo la kusimua sana, lakini kwanza tuelewe, je, tabia ya mielekeo mitatu ni kitu gani? Jaribu kulieleza kwa mfano wa kawaida katika ngazi ya useremala. mafundi seremala wana lugha yao mfano fundi seremala akienda kwa muuza mbao atamwambia ninahitaji ubao wa mbili kwa nne kwa kumi na mbili akimaanisha ubao wenye unene wa kina inchi mbili kwa upana wa inchi nne kwa urefu wa futi kumi na mbili kwa lugha ya namna hiyo mteja na muuza ambao wataelewana. Asiyejua atabaki kusikiliza mazungumzo baina yao. Hata hivyo, hivi ni vipimo muhimu, vipimo kwa kazi yao. Ni kwa sababu ubao una mielekeo mitatu ambayo ni urefu, upana na unene au kina. Picha wanazozichora wasanii zinaonyesha urefu na upana. Michoro wanayoweza kuchora kwa kutumia brashi inazo tabia za mielekeo miwili. Picha zao zina ujumbe wa urefu na upana tu. Kwangu mimi nisiyejua kuchora, kazi yao inaweza kuonekana kuwa ngumu kidogo, hata kama kwao ni rahisi. Lakini hata wao, licha ya ufundi wao mkubwa, au wakadili auweze kuigiza taarifa ya mielekeo mitatu katika michoro yao. Ni jambo la kushangaza kwamba ndani ya picha ya sanda ya Torino zimo taarifa za mielekeo mitatu. Hii ni mojawapo ya tabia zinazoifanya picha ya sanda itambuliwe na wote, wanaoikubali na wasioikubali, kama picha ya pekee ulimwenguni. Ni ukweli uliogunduliwa na mwanafizikia mmoja John Jackson na Eric Yumpa, wote wakiwa wanaanga katika shirika la NASA, National Aeronautics Space Administration, jeshi la Marekani, kitengo cha utafiti wa kurusha vyombo vya kwenda anga za juu. Waligundua ukweli huo walipoingiza picha ya sanda iliyotolewa na mpiga picha maarufu wa miaka 1931 aliyeitwa Giuseppe Enri katika chombo maalum kilichoundwa kutafsiri mionzi kutoka sayari katika picha zinazoonyesha milima na mabonde ya sayari husika kinachoitwa VP8 Image Analyzer. Ilikuwa mwaka 1976. Chombo hicho VP8 Image analyzer kiitengenezwa na Peter Shumak wakati John Jackson na Erik Yumpa wanaofanya ugunduzi huo. Peter Shumak naye alikuwepo wakati ule. Peter Shumak hakuona sana maana yoyote katika mambo ya imani, lakini baada ya kushuhudia kile ya kutazamia kwenye picha ya sanda kutokana na mashine yake alianza kubadilika maisha. Sasa hivi ni shemasi wa kudumu wa madhehebu ya Kikatoliki. Picha ya sanda ina utajiri mkubwa zaidi wa taarifa kimehesabu, tofauti na picha za kuchorwa na fotografia. Ukali wa mwanga kwenye sanda unategemea umbali uliokuwepo kati ya kila pointi kwenye shuka ulipotoka mwanga na shuka iliyopokea mwanga huo huo. Maana yake ni hii: pointi iliyokuwa karibu zaidi na shuka itaonekana kuwa na mwanga mkali zaidi kuliko pointi iliyokuwa mbali zaidi na shuka lenyewe. Hivyo, kwa kufanya mchanganuo unaozingatia tu ukali wa wangavu kwenye picha, imewezekana kujua kwa uhakika kimahesabu pointi husika na chimbuko la mwanga, yaani mwili wa mtu aliyekuwa ndani ya shuka ilikuwa umbali gani kutoka kwenye shuka. Kwa mfano, wakati mchakato wa utengenezaji wa picha ya mtu wa sanda, hali amelala na kufunikwa na sanda, ncha ya pua ya mwili wake ilikuwa karibu zaidi na shuka kuliko umbali uliokuwepo kati ya shuka na macho. Hivyo hivyo shingo lilikuwa mbali zaidi kutoka kwenye shuka kuliko magoti yalivyokuwa. Taarifa hizo zote zinazohusisha kila pointi ya mwili na kila pointi ya sanda, kimahesabu ni taarifa za mwelekeo wa kina au unene. Huo ni mwelekeo wa tatu. Vinapounganishwa vipimo hivyo vitatu tunapata taarifa za kitu kinachoweza kuchukua nafasi, kitu kinachoweza kukamatika. John Jackson na Eric Yumpa waliweza kuonyesha kwamba mabadiliko yoyote yale yaliyosababisha yali pichi ya sanda yalikuwa hivyo kwamba kila pointi ya ujumbe kwenye sanda ilitegemea umbali wa mkato uliokuwepo kati ya sehemu ya mwili huhusianayo na ujumbe huo hadi kwenye shuka. Kwa maneno mengine, kwa uchanganuzi makini sana, zinaweza kupatikana taarifa za kimahesabu za kutosha, sio tu mwezesha mtafiti abaini kila pointi ya mwili wa mtu wa sanda ilikuwa umbali gani kutoka kwenye sanda iliyofunika mwili huo, bali pia kumwezesha kutengeneza sanamu inayofanana kabisa na mwili uliyokuwa umelala kaburini ndani ya shuka hilo. Kufuatia ubunduzi wa tabia hiyo hiyo, John Jackson na Erik Yumpe waliweza kutengeneza sanamu kama hiyo ya ubora kiasi. Lakini mwaka elfu mbili na nane timu ya mabingwa wa chuo kikuu cha Padova chini ya uratibu wa profesa Julio Fanti walifanikiwa kutengeneza sanamu ya wa sanda yenye ubora wa juu kabisa inayomwonyesha alivyofanana na kaburini kabla alijatokea tukio hilo, ambalo sayansi haijui na wala haina msamiati wake. Hayo ni maneno kuhusu ili wazo tunalo kutana nalo wakati tunachunguza, tunajaribu kutafiti hii picha ya sanda ya Torino, ugunduzi wa tabia ya picha ya mielekeo mitatu. Asanteni sana ndugu wasikilizaji wa Radio Mbiu sauti ya Faraja. Kesho siku ya ishirini na mbili tutaangalia mada nyingine, tutajiuliza juu ya asili ya picha hizi tukigusia nadharia mbalimbali zinazotolewa mbali. Maana swali letu la msingi ni je, hii picha tunayoona katika sanda imetengenezwaje? Asanteni sana wasikilizaji wa Radio Mbiu na Mungu awabariki.